Sema Amen. Kuna mtu. Yaani wewe unakuwa binti. Hallelujah. Unasema unasema yule ndio, ndio, ndio akiruka hapa hivi hivi, yeye yeye kabadilishwa, amekutana na wakati mpya na yeye akakubali kuwa mpya, akakutanishwa na, kwa na watu wapya, na yeye akakubali kutoka na maisha mapya. Hey! Oh, haleluya, hey! Hey! Inawapenda, Yesu anawapenda. Amina. Unahitaji aina mpya nini? Yeah. Sema ya watu, yeah. Ya watu.